Ndio, tunashukuru sana wamama wa Rugombo, tunashukuru sana kwa kuona mkubwa wetu kuja kututembelea. Tunashukuru sana, asiishie hapa, na kesho na kesho kutu aje atutembelee, akatembelee na wengine, atangaze dini yetu. Tunashukuru sana kwa kupata kiongozi wa kina mama. Mwenyezi Mungu amjalie, ampe moyo huyo wa imani, azidi kutujua na sisi wamama wa Rugombo kwa kutembelea na kutuletea na kutolea na, na saha. Mungu amjalie, afike mzuri, iende salama Kiongozi wetu tunamshukuru sana, tumeshukuru sana kuona sisi tunapata mama wa Rugombo, si aje kutonya maonyo. Tunafurahi sana, kesho kesho yake aona tukumbuka si watoto wake na sisi tunamkumbuka vile. Shukurani za dhati kwa mama yetu hatutembelea siku ya leo, tumejua mengi, tumefahamu mengi, tumegundua mengi. Allah ampe kila la heri kwa kwelina, ah, Allah nifanya jambo la maana kutupatia mama mwema mwenye kujaliwa naye. ni siku ya kipekee ambayo haitasahaulika kirahisi katika historia ya wilaya ya Rugombo. Mapokezi makubwa yaliyojaa furaha, heshima na kualikwa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo yaliandikwa kwa hisia kubwa, wakimpokea mgeni rasmi Hajati Nyonzima Jeanne, kiongozi wa wanawake wa Kiislamu nchini Burundi. Kabla ya hotuba yake, viongozi wa komini na mazoni ya Rugombo walijitambulisha wakionyesha mshikamano wao na mapenzi kwa kiongozi huyo, ishara ya umoja, mshikamano uliopo katika jamii ya Kiislamu. Katika hotuba yake iliyojaa hekima na msisitizo wa maendeleo, Hadjati Jeanne alitoa wito mzito kwa kina mama, tuyatangulize mazuri, tuache aliyopita, tuache athari njema katika jamii hii kwa ajili ya Uislamu na taifa letu kwa ujumla. Aliahidi kuwa jicho na mtumishi wa wanawake wote wa Rugombo na kusisitiza kuwa umoja na mshikamano ndiyo nguzo ya mafanikio yao. Aliwapongeza kwa hatua yao ya kununua uwanja wa mikutano na akaahidi kuwashika mkono katika kila jitihada ya maendeleo. Kwa kauli yenye matumaini, alisema, tukiwa wote pamoja tunaweza kufanya jambo kubwa na la kihistoria. Mwisho wa shughuli kiongozi huyu alishiriki picha pamoja na wanawake na wakazi wa eneo hilo, kama kumbukumbu kumbu ya tukio adhimu lililobeba furaha, matumaini mapya ya maendeleo. Bambara TV inakuletea habari kamili, habarika vilivyo ndani ya dini yako. Musa Kitabu, mwanahabari wako wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.